Jana unajua ilikuwa ni Mother's Day Gidi, kweli na mimi nilikuwa kanisani pale nienda mm, misa kawaida ya saa kumi na mbili na nusu kwa sababu mimi ni mwanakwaya na ningependa wazee wale wanakuja kanisani mm -hmm. tuwe tunaelewa utaratibu wa kanisa na pia concentrate. Sasa kuna mzee mmoja mm, sitamtaja jina eh, manake ni, mwana, ni ni mwana, mwana fellow worshipper rafiki eh, yako <todicata> <laughs> <He, laughs> uh <-huh. laughs> Hii misa ya asubuhi si mchezo. Alikuwa anamcheki anangorote, lakini anavumilia. Sasa Father Seli alikuwa anainuka na kisema, wa wamama wote can you raise up so that to waombee kama mothers. Yes, jamaa pia alisimama. sasa i Father huu yeah. Jamazi jui alikuwa nafikiri hiyo hata kama nikuota, alikuwa amelala amelala aka <laughs> akasikia wamama wote waamke, yeye pia akaamka akaamka. <laughs> ehhe <Yeah, that's>... Sasa <laughs> ile nichekesha zaidi, Father akaomba halafu akasema Happy Mother's Day, ehhew yeah. Sasa ye pia akasema same to you Father <laughs>